Nyota ya Mashuke. Maneno ya mtu atakufariji na kukupa amani. Kuonesha nia na juhudi katika jambo. Kufuatilia kitu. Kujihisi mwenye hatia au kukosea kwa kuwa kutokuwa muwazi kwa mtu. Kutohitaji kuishi maisha ya kuiga au ya kuigiza, ila uhalisia zaidi ndio utakaokuwa nao. Hila za mtu zitafanya ukose kitu. Kushtuliwa na mtu au kitu Ulichodhulumiwa kitarudi hivi karibuni. Kuangaika kutafuta usingizi kwa muda mrefu. Kusikia kelele za ugomvi kwa watu. Utakuwa mgumu kukubali kitu. Kupitiwa na upepo mkali kwa haraka, ikikujulisha kuondoshewa vazi baya la husda. Kuonewa wivu baada ya kupatiwa kitu mbele za watu. Kutotaka kuonyesha hisia zako wazi kwa kitu au mtu. Kinachotakiwa kukitekeleza utakifanya kwa usahihi kumridhia mtu kukabiliana na tatizo la mtu.